Mikono juu kwa Mama Samia, nasema mikono juu kwa Mama Simi, twende. Mikono juu kwa Mama Samia. Naitwa Edward Alfonsi, nimetokea Bariadi, mtaa wa Yoma. Hapa eneo nilipo ni mahala ambapo tenki la, ma la maji ya Ziwa Victoria lipo. Changamoto tuliyopitia ni kubwa sana ya maji, ila kwa sasa nampongeza sana Mama Samia kutujali sisi kama wananchi wake yaani tulikuwa tunatumia sabuni nyingi maji ya chumvi kuoshea. Tumemshukuru sana Mama Samia kwa kutusaidia kutuletea maji safi. Kazi yangu mnaiona, mi ni mfanya wa biashara, duka langu nili hardware. najikuta muda mwingine nachelewa kufika kazini sababu ya niamke asubuhi niende kutafuta maji umbali mrefu nilete ndo niende kazini. Kwa niaba ya wenzetu wote wa mkoa wa Simiyu wilaya Bariadi, tunamshukuru sana Mama Samia kwa kutuletea maji. Kwa hiyo endelea kupigana hivyo hivyo, mwanamke mwenzetu, umetuheshimisha.